Dunia inakwenda kasi, kila kukicha, kuna kuja teknolojia mpya. dunia inapoelekea ni kupunguza kwa kiasi kikubwa matumizi ya fedha taslim, yani cash, kwa ajili ya malipo. Shirika la reli Tanzania TRC, kwa kushirikiana na benki ya biashara Tanzania TCB, wameamua kutowaacha nyuma abiria wa SGR, ili waende sanjari na mwelekeo wa kidigitali katika dunia ya sasa. Abiria wa SGR, anapatiwa fursa ya kufanya malipo ya tiketi ya safari kwa njia mbalimbali. Mbali. Leo tuongelee hii njia ya kisasa zaidi ya kulipa kwa kutumia kadi ya kidigitali iliyoasisiwa na TRC na TCB. Hii ni kadi ya kisasa kabisa ambayo abiria ataweka fedha kupitia benki ya TCB na kumwezesha abiria kufanya malipo bila kutumia fedha taslimu yani cash. Abiria haitajiki kubeba fedha, anabeba kadi tu anaweza kujipatia huduma ya ukataji wa tiketi kwa kadi hiyo katika benki ya TCB au anakwenda stesheni zetu ambapo pia kuna benki ya TCB. Mteja anaponunua tiketi ya SGR kwa kutumia kadi hii anajipatia pointi, na anaponunua mara nyingi anapata pointi nyingi. Hizi pointi baadaye hugeuzwa kuwa fedha, na abiria anaponunua tiketi kwa kutumia kadi atapatiwa zawadi kupitia ukusanyaji wa pointi hizo hizo. Huduma hii ya kujipatia tiketi kwa kutumia kadi, ukusanyaji wa pointi na kugeuzwa fedha na mwisho kujipatia zawadi, kunamhakikishia abiria kujipatia thamani zaidi ya safari yake. Lipa tiketi yako ya SGR kwa kadi ya kidigitali.